Sauti zilizozaliwa studio na kuna sauti zilizozaliwa mitaani. Harmonize ni miongoni mwa sauti chache zilizochipuka katikati ya jasho na ndoto. Kabla hajashika kipaza sauti, alishika ndoo ya maji. Kabla hajapanda juu ya jukwaa la kimataifa, alipanda daladala za Dar es Salaam kutafuta riziki. Leo jina lake linatajwa kama alama ya ushindi kwa kijana aliyekata tamaa kufungwa na mazingira. Harmonize kwa jina lake halisi ni Rajabu Abdul Kahali, maarufu kama Konde Boy, ni msanii wa Bongo Flava wa Afro Pop kutoka Tanzania, ambaye safari yake ya maisha imekuwa somo la uvumilivu, uthubutu na kujiamini. Harmonize alizaliwa Chitoholi, mkoa wa Mtwara, kusini mwa Tanzania. Alipata elimu yake ya shule ya sekondari Mkundi, kabla ya kuhitimu na kuelekea Dar es Salaam kutafuta maisha akiwa kijana asiye na mtaji wa kifedha alilazimika kufanya kazi ndogo ndogo, kama kubeba maji kuuza kahawa na kuuza mitumba kariakoo maisha magumu hayakumvunja moyo bali alimuimarisha ndani ya mazingira hayo ndipo alipojifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka huja kwa anayevumilia safari ya muziki wa Harmonize ilianza mwaka 2011 alirekodi nyimbo kadhaa akijitaidi kutambulisha kipaji chake, lakini umaarufu haukuja mapema. Licha ya kukosa mwitikio mkubwa, aliendelea kufanya mazoezi ya sauti, kuandika mashairi na kujifunza tasnia ya muziki kwa vitendo. Mwaka 2015 ulikuwa ni mwaka wa neema kwa Almonaizi, kwani ulikuwa ni mwanzo wa mabadiliko makubwa. Aliweza kukutana na nadimn na kusainiwa chini ya lebu ya WCB wa Safi. Ndipo akatoa wimbo wa Aiola uliomtambulisha kwa adhira pana, akifuatiwa na nyimbo kama Bado, Matatizo na Kwangwalu. Kupitia WCB, Harmonize alijijengea jina kama msanii mwenye uwezo wa kuwasilisha hisia za maisha ya kawaida kwa rugha ya muziki, akiwakilisha sauti za vijana waliopambana na changamoto za maisha. Baada ya muda, Harmonize aliamua kujiondoa WCB na kuanzisha lebo yake binafsi Konde Music Worldwide. Hatua hii ilimpa umaarufu mkubwa wa kisanii na uwezo wa kusimamia kazi zake mwenyewe. Akiwa chini ya lebo yake aliendelea kutoa nyimbo zilizopata mapokezi makubwa ikiwemo Never Give Up, Am Single na nyingine nyingi. Nyimbo zilizoonyesha ukuaji wake, wake wa kisanii na kimaudhui. Harmonize alitoa albamu ya Afro East iliyojumuisha nyimbo kumi na nane akiwashirikisha wasanii wa kimataifa kama Yemi Rade, Bana Banaboi. Albamu hii ilionyesha uwezo wake wa kuunganisha mitindo ya muziki wa Afrika na kufikisha katika hadhira ya kimataifa. Katika safari yake ya muziki Harmonize ameshinda na kuteuliwa katika tuzo mbalimbali mbali za muziki barani Afrika na nje ya Afrika zikiwemo Afrima, Wasab TV Awards, The African Entertainment Awards USA. Tuzo hizi zimethibitisha nafasi yake kama mmoja wa sanii muhimu katika muziki wa Tanzania. Maisha yake Harmonize yamekuwa kama gumzo. Maisha binafsi ya Harmonize yamekuwa kama gumzo la umma hususani mahusiano yake ya kimapenzi na mwanadada Frida Kajala, huku sitaki kuongea sana, maana nitaonekana mshakonoko. Hata hivyo, suala hili limekuwa sehemu ndogo tu ya safari yake, huku msanii huyu akionekana kuelekeza nguvu zake zaidi katika muziki na biashara ya sanaa. Harmonize ni mfano wa msanii asiyekata tamaa, licha ya vizingiti vya maisha na ugumu wa maisha ambao amepitia, kutoka kwenye kazi za mikono, kuuza mitumba hadi kuongoza lebo yake ya muziki, safari yake inaonyesha kuwa ndoto hazitimii kwa bahati, bali hutimizwa kwa juhudi. Storitela wako naitwa Po Kanuti, kijana wa Storika. Tukutane katika makala mengine. Usisahau kusubscribe, kufollow, like na kushare.